Ina wiki na bado, ratiba za dozi hujaanza? Sijaanza hata moja Mm. Na utaratibu wa kupanda ulifanyaje? Hebu waeleze ulipandia, pengine dapu au ulipanda bila dapu, unategemea kuweka sasa hivi au ulifanyaje? Nilipanda na dapu. Ulipanda na dapu. Mm. Okay, sawa kwao <laughs> baada ya hapa unatamani sasa kupata mwongozo nini kinafuata, e, nini, nini kinafuata. Okay kwa uzoefu wako labda unaweza ukashare na sisi. Nyanya ikiwa kwenye hatua hii wa Apa, ni wadudu gani ambao waga wanakusumbua hapa? Ni wadudu wa panzi panzi. <laughs> Sahihi kabisa. Na sumu za panzi ambazo mara nyingi huwa unatumia hu unatumia, dudu asele mekti. Ndio, na dudu mekti sana sana, na dudu mekti nazo ndo nazozitumia. <laughs> Sawa kabisa. <laughs> Sasa mkulima nafikiri tutapiga stori hapa na Daneema kwa nyanya yake hii. Sasa tayari hapa imeshashika, tutampa programu ya mbolea.